Yani kwenye mziki wa singeli unaona UDJ ambapo kwenye mziki wa singeli ni muhimu kiasi hicho. Je, tunahitajika kwa kiasi hicho kweli au ni wanajaribu kutu, kutupamba pamba, pamba tu na sisi tuwepo angalau kutuvuta vuta mkono na sisi situsikae kinyonge kama DJs kwenye shows mbalimbali. Karibu sana mwanzo <coughs> DJ nani pia aweze kujitambulisha pia Watanzania Tanzania tukakufahamu. Ah, asante. Ah uh, kwa majina mimi naitwa DJ Msondo. DJ Msondo. Eh. Hey. Okay. Karibu sana. Ehe. Uh -huh. Tukienda moja kwa moja kwenye swali langu mm. Ni sisi DJs kama DJ uh, wa hasa kwenye mziki wa singeli, kwa sababu kuna namna ambavyo wakati mwingine tunatofautisha kati wale wa DJ. Utofauti upo kwa kiasi kadhaa. Mimi nafahamu wale DJs ambao ni uh, kwenye eh, uh, special kwenye singeli na wale madji wengine ambao pengine ambao wanapiga kawaida kutumia controller na nini, u professional wale wa mbali, tuachane na wao, akina sisi, unaona sasa kuna umuhimu gani wa madijei kwenye singeli kwenye show kwa mfano au kwenye mziki wenyewe kwa ujumla? <coughs> Uh, madijei sisi, kama sisi, umuhimu wetu kwamba tunapokuwa kwenye show na msanii mm, sisi madijei waga, asilimia nyingi tunaibeba show okay, eh, waga, tunaibeba show kwa sababu msanii yeye anaimba mm. ila DJ zinavyopiga beat nzuri huenda inasha, inashawishi nao mashabiki mm. kupata burudani nzuri wakati mpo kwenye show kabisa. Kwa hiyo madiji sisi, upande wa wasanii waga, tunasaidia sana na ndio maana kila msanii waga na DJ wake. Kwa nini inakuwa ni kila msanii anakuwa na DJ? Kwa nini DJ akienda tu pale akifanya kazi na msanii wowote, shida inakuwa ni wapi? Na mpaka madiji kila msanii na msanii anakuwa na opt msanii wake amini <coughs> ndio DJ wake. Hiyo ah, inatokana na kwamba yule msanii huwaga tayari anakuwa special mm. na DJ wake huwa wanafanya mazoezi, wanakuwa wanafanya mazoezi, kwa hiyo nakuta tayari wana wiki mbili au moja washafanya mazoezi pamoja, uwa mm. wanaelewana, yani wanakuwa kama ni timu. okay. wakifika kwenye show wanaweza kufanya kitu kizuri safi sana. uh, katika wao ma DJs wakubwa na tunafahamu pengine kuna aina